Hello, mambo vipi? Mambo vipi, wapenzi watazamaji wa tazamaji wa fuatiliaji wa chanel hii Haiopo, umeamka salama kabisa, na leo ni tarehe sita mwezi wa 4 2025. Asilimia 90 katika game ambazo nilikuwa nikizoweka katika chaneli hii, kwenye platform zangu zote, asilimia 90 ya game za basketball zimekuwa zikitoa matokeo mazuri sana kuliko football. Football ni game chache sana na bets tipu chache ambazo labda sometimes zikawa single au ndo zikaleta matokeo halisi, lakini mara nyingi asilimia kubwa naweza nikazipa basketball. Toka nimeanza kuzifuatilia basketball, asilimia kubwa naweza zikileta faida na zikifanya vizuri katika gemu hizo za basketball. Na kama ni mara yako ya kwanza unapita katika channel ya Mkwanja One Win, hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Na kama hujui Mkwanja One Win ni, mimi, ni nani, na kama ufahamu chaneli hii basi karibu. Na ni kama mara yako ya kwanza, naitwa Mkwanja, najihusisha na, na kutoa prediction kila siku kupitia chaneli hii, mafunzo elimu mbalimbali na mbinu mbalimbali na vitu vingi sana vinavyohusiana na sports. Kwa hiyo tu kikubwa, hakikisha una subscribe, turn on notification, kale kaalama kakengele kawashe, ili napoweza kuachia content katika chaneli hii, basi wewe uwe mtu wa kwanza kuweza kuitazama. Niendelee kuwapa hongera. Hongera kubwa sana memba ambao mnaendelea kufanya vizuri katika tips ambazo nawapa naendelea kuwapa hongera. Hongera kubwa sana ni jambo zuri na ni jambo ambalo linafurahisha sana kuendelea kupata faida kupitia Mkwanja swing. Hilo ni jambo nzuri, kwa hiyo lazima, kama unapendeza nao, hakikisha video una like, kuonyesha tu like kuonyesha kwamba uko pamoja na Mkwanja unapoangalia iko vizuri kwamba umependezwa nayo. Kwa hiyo siache bila kupita bila kubonyeza like, itakuwa poa zaidi. Leo nina bet slip kadhaa ambazo ninazo katika mkono wangu za basketball, na bet slip hizi zitacheza kwanza usiku pamoja, yani sema usiku wa mchana wa leo na game ambazo zitacheza usiku na zingine ambazo zitacheza alfajiri. Hizi game nimezi combine zote, na zote ni game ambazo ziko single kwa hiyo naomba tu unisikilize kwa makini, uweze kutega sikio lako ili niweze kukutajia game hizo, na nitakuwa naziweka hapo mbele. Nadhani utakuwa unaziona vizuri, utaziona option zake, utaziona nimezipanga vipi, kila kitu utakiona hapo. Nina jumla ya game sita za basketball ambazo ziko mbele yako. Game sita za basketball za leo tarehe sita mwezi wa 4 elfu mbili na ishirini na tano. Katika game hizi ambazo nimekuwekea leo za basketball, tukianza na game ya kwanza ina odds 1.874 tumeweza kumpredict one half, na game ya pili ni ni odds 1.8 maana maana 1.80, na game ya tatu ni odds 1.883, na game ya nne ni odds 1.85, na game ya tano ni odds 1.826, na game ya sita ni odds 1.85. Hizo ni game za leo za basketball. Kikubwa tu tega sikio lako uweze kunisikiliza kwa makini, tukianza na bet slip yetu ya kwanza. Bet slip yetu ya kwanza ina odds 1.874 na tumeweza ku stake laki, na game yetu ya kwanza ni basketball NBA, itakuwa na game ya Charlotte vs Chicago Bulls, tumeweza kuomba over 112 kwenye mabano katika one half 112 kwenye mabano katika one half. Hiyo ni game ya kwanza, ni single game, tukienda katika game namba mbili. Game namba mbili itakuwa ni na game yetu ya pili ina odds 1.8 p 8, tumeweza kustake lock na game yetu ni basketball, NBA itakuwa na game ya Oklahoma City vs Los Angeles Clippers. Tumeweza kumpa Los Angeles aweze, yani tumempa handicap ya 5.5, na maana tumempa handicap ya sita katika one half, tumempa faida ya point 6 handicap katika one half. Hiyo ni game ya pili. Tukaenda katika game ya tatu. Game yetu ya tatu hizi moja pointi nane nane tatu na game yetu itakuwa ni basketball, NBA itakuwa na game ya Atlanta vs Utah Jazz na tips tumeweza kuomba over 119 katika one half. zipatikane over 119 ya mabano katika one half, na odds ni 1.883 hiyo ni bet slip ya tatu. Kikubwa tu hakikisha umesubscribe jiunge katika grupu au channel yetu ya WhatsApp channel na link iko katika description ya channel ya Mkwanja Old Twin. Na kama ni mwanako wa kwanza unapita katika channel ya Mkwanja Old Twin, naitwa Mkwanja Old Twin, najihusisha na kutoa prediction kila siku kuzungumzia swala zima la sports na kutoa elimu kuhusiana na sports. Kikubwa hakikisha umesubscribe, umeshare, umelike and comment. Na kama utakuwa na changamoto nahitaji kuniona mimi private, namba yangu ya WhatsApp iko juu ya description pale, katika maelezo ya channel utaiona namba ya WhatsApp iko hapo, na linki za group au channel iko hapo. Sasa hivi hatuitumii Telegram channel kutokana na network tunayotumia, ni WhatsApp channel. Kwa hiyo hakikisha unabonyeza linki hiyo, itakupeleka moja kwa moja katika WhatsApp channel. Tukienda katika game yetu namba 4, game yetu namba ya tarehe 6 mwezi wa 4 2025 ina odds 1.85 na tumeweza kustaki shilingi laki moja na elfu arobaini na sita na mia nane sabini na sita pointi saba na, na, na game hii ni ya basketball NBA. Game hii ni ya Boston Celtics vs Washington Wizards. t tumeweza kumpa Celtics katika, katika Boston yani katika one half katika one half aweze kupata over 64 ya mabano over 64 katika one half na odds 1.85. Boston Celtics aweze kupata over. Over 64 kwenye mabano katika one half. Game hii inacheza saa saba usiku, hiyo ni game ya nne. Tukienda katika game ya tano, game yetu ya tano itakuwa ni ina odds 1.826 na game hii ni basketball NBA ambayo ni game ya New York vs Phoenix. Game hii tumeweza kuomba katika one half. One half over 111.5 katika one half ipatikane kind of point over 111.5 10 na odds ni 1.826. Hiyo ni game ya tano. Hiyo ni game ya tano, tano. Tukienda katika game ya sita, game yetu ya sita Game yetu ya sita itakuwa ni ina odds 1.85 na game hii ni ya NBA ikiwa na game ya New Orleans vs Milwa Milwaukee. Tips tumeweza kuomba katika one half, katika one quarter, yani one quarter, quarter ya kwanza tumeweza kuomba Milwaukee aweze kupata pointi 29.5 na maana ni 30 29.5 katika one half, yani katika quarter one quarter apate pointi 29 pointi 5, na odds ni 1.85. Hizo ni bet slip ambazo zimecombine kuanzia leo mpaka kuamkia asubuhi, na maana game zitakazocheza usiku wa, wa leo pamoja na usiku wa kesho, ani tuseme leo na usiku huu, usiku ambao utakutana leo na kesho, hizo game zitacheza gemu hizo kwanzia night na nimezikombaini pamoja ili watu waweze kupata muda wa kuziandaa na kuziangalia mapema. Hakikisha umesubscribe channel ya Mkwanja Odds Win, na ninaona kwamba gemu za basketball ni katika gemu ambazo zinafanya vizuri, na mara nyingi sana natumia akili kwa kuweza kuweka single ili kuepuka hasara zile za mara kwa mara, ukikosa huku basi ya huku inarudisha huku na hii yote nimetoa mbinu saba au video saba nikielezea kila kitu katika vile zile video saba, nikitoa kombaini ya option zote ambazo nazozifanya mimi na siri ambazo nazifanya mimi niisha kuonyesha. Kuna video kama jana tumeweza kucheza live, leo asubuhi pia tunaweza kucheza live na kuna video nimekuonyesha, nimekuonyesha kucheza live na cash out. Ukiangalia video na, ni haya maelezo tunayoyatoa na ndo iliyoko nayafanyia kazi. Kwa mfano leo nimecheza live asubuhi, kama live mbili, angalia zile live zimeweza kufanya vizuri kabisa na mapema za basketball, na nilicheza quarter za mwisho, maana nilikuta game inaendelea. Kikubwa tu niendelee kuwasii, akisha una subscribe, akisha una share, una like and comment, tukutane hapo baadaye katika video content nyingine inaohusiana na swala zima la prediction. akisha una subscribe akisha una share video zangu, akisha una like. Usiangalie video hii bila kulike. Tukutane hapo baadaye. Asante.